au harama halalan au litaharimisha halali. Sasa watu wengi pia sasa mahizbi wasomaga hizi hadithi alafu hawazingatii mpaka mwisho wake, almuslimuna inda shurutihim, malizia mpaka mwisho tukae kana masharti ya kizushi masharti ya, ya kihizbi kiwa okay, masharti kwamba wewe utafanya dawa hapa, usiwaseme watu, usiwataje watu kwa majina yao.

atakapopigwa au atakapovunwa ghabna, kuvunwa ambako yakhruju an l ada, kunatoka katika ada ya kawaida. Yaani umepigwa sana o umenunua gari ikatokea ujanja, ujanja mtu akazidisha bei au dalali amekuzungusha ikaonekana ile jari ua haiuzi milioni arobaini inauza milioni kumi na tano au ile simu umeuziwa milioni moja, ile simu ni, ni ile laki tano. Umepigwa kipigo ambacho kinavuka mpaka ada ya kawaida, labda ungepigwa hata laki moja, lakini umepigwa kipigo cha ziada cha toka katika ada, na hii yatokea ya mara nyingi, hasa kupitia madalali. Sababu bwana mmoja aliuza kiwanja Dar es Salaam Mbezi Beach, kama madalali kiwanja kiuzwe, lakini sasa Yani yeye mwenye hakujuta, bali akisema yule aliyeuza baadaye, yeye ndo aliona mbona madalali wamekula la nyingi. Kiwanja kinauza milioni mia na hamsini, jamaa wakakiuza milioni mia tatu. Wakiuza milioni mia tatu halafu wakaandikishana kwamba sababu pesa itapita kwa ile kwenye kiwanja za kwetu hapo ni mia hamsini, alafu bado wanataka ile pesa yao A, jamaa akakataa. Sasa utaratibu wa madalali sasa hivi ni mgumu kidogo, wanaweza kukufunga madalali. Wameji, wamejiekeza zaidi madalali, kwa hiyo kiserikali wanakufunga. Kwa hiyo sasa, ikitokea wewe ndio umenunua, lakini umepigwa kipigo ambacho si cha kawaida, imma binajshin, imma kwa ziada Yani, ima imetokea ziada pale madalali wamefanya mambo mambo, yakaongezeka bei ikaongezeka, be, ya baadaye kuonekana kwamba pale hapauzi hivyo, umepigwa sana milioni mia, lakini zaidi a, lakini wao wamepiga, umepigwa sana milioni mia, lakini sasa umepigwa zaidi, yani, ume lakini ume zaidi ya zaidi idha hubina ghabnan yakhruj, yani lada ya umepigwa kipigo ambacho kinatoka katika ada, umevunwa sawasawa, ambao katoka katika ada imma kwa ziada au talaki ljalab au kwa mtu kumfuata, au kwenda kukutana na waletaji wa bidhaa. Kama tulivyosema jana, mtu amekwenda mahala huko, watu wanaleta mizigo na, na ngamia wao na magari, na kununua mizigo kwa njiani, wenyewe hawajafika sokoni. Ukampiga jamaa, alipofika huku akakuta bei sio ile, umenipiga umemuumiza. Kwa hivyo atakuwa na khiari yule aliyenunua ana hiari au ghairihima au kuvunwa kule, ni kwa sababu nyingine ya hizo sababu mbili, sababu yoyote ile, au ghairihima au sababu nyingine iliyokupelekea mpaka ima, wakati mwingine kutokujua sababu, wakati mwingine ta hujui biashara ile, baadae unagundua kwamba umepigwa ume sawasawa. Kwa hiyo una hiari pia hapo, waruhusiwa kuirudisha ile biashara. Hapana, mimi sitaki tena lete etebisa yangu chukua mzigo wako, chukua simu yako, kwenda zako, kitakuwa hivi kala wa minha khiyaru tadlis. Na miongoni mwa hizo asbabu sharia waruhusiwa kurudisha biashara, labda khiyaru tadlis ni khiyari, sababu yake khiyari una khiyarishwa kwa sababu ya tadlis, kwa sababu ya kufanyiwa tadlisi, kwa lugha ya haraka, kwa sababu ya kufanyiwa sema hishi hivyo hivyo, lakini kwa sababu ya yakufanyiwa uongo tajlisi. Maana yake ni idhharu asila bimadhharin hasan. Tajlisi maana yake ni kuitengeneza ile bidhaa ikaonekana katika mwonekano mzuri kwa ajili ya kuziba ile ile aibu au ile kasoro ile ikhfa' al aibu kama nilivyosema jana kwamba mtu anaipiga rangi ile bajaji ikaonyeshwa katika mwonekano mzuri, liikhfail ilaib kwa ajili ya kuficha kasoro, alafu mtu habainishi khiari. Sababu yake ulifichiwa uhalisia wa bidhaa, tadlis, ulifichiwa uhalisia wa bidhaa kwa, kwa sura yoyote hili

ma yazidu bihi thaman, kwayo ataongeza thamani kwayo. Amefanya vile ili aongeze thamani ya kile kitu, auze milioni tano. Sasa milioni tisa, bado mpi kabisa hii. Au gari ile milioni nne ikapigwa rangi, yenyewe ni mbovu, na vitu vipo ndani vibovu kabisa, ukauziwa milioni saba, milioni sita katasriati labani kama vile kuyaacha maziwa fi dhar'i, katika kile kiwele kile, yenye kutunza maziwa bahimatil an'am, cha wanyama wanaofugwa na watu. Katasriati laban kama vile kuyaacha maziwa fi dhar'i, katika kile kiwele chake, min bahimatil an'am, katika wale wanyama wanaofugwa toakasema, kwa sababu nataka kumuuza huyu mbuzi au ng'ombe au ngamia akamwacha kama siku mbili bila kumkamua, au tatu, alishwa kija pale, tunamwambia unaona, kwanza ana maziwa mengi, huyo ana maziwa mengi kisha. so, mchukua ukimkamua tu mara moja, mara unamlisha siku nzima, hamna kitu, maziwa yake ya kawaida tu, lakini Alimtengeneza vile ili apige bei ya juu ili amuuze kwa bei ya juu. Ni mfano katasira kama vile, lakini kwenye magari siku hizi, kwenye simu, kwenye mabajaji na mapikipiki, ndio haya mambo ufanyiki. Sasa ikitokea hivyo unaruhusiwa kisheria wewe, ukishagundua unaruhusiwa kisheria kuvunja ile biashara, kama umeamua au uamue kupita hivyo hivyo. Sawa, khairi, amna shida jamaa. Wa, mishi, Allah, bana, basi ubaki hivyo hivyo.